Tunaendelea kuchukua jitihada mbalimbali kupigania haki, sauti na matakwa ya watu katika ngazi na njia tofauti tofauti. Mmoja kati ya hatua tulizoamua kuchukua ni ufunguaji wa mashauri ya uchaguzi kupinga matokeo yake kwa uchaguzi wa wabunge na wawakilishi. Tumechukua hatua hii tukiongozwa na imani kubwa kuwa wagombea wetu katika majimbo ambayo tumefungua mashauri na yale tutakayoyafungua wameporwa ushindi wao, au kumekuwa na ukiukwaji mkubwa wa taratibu za uchaguzi zenye athari kwenye matokeo yaliyotangazwa na tume. <coughs> Aidha, tumekusanya aina nyingi za ushahidi ambao, tunaamini iwapo mahakama itazingatia, basi matokeo ya uchaguzi katika majimbo hayo yatabadilishwa yatabatilishwa na amri ya kuitishwa upya uchaguzi itatolewa. Chama chetu kupitia bodi ya wadhamini ya chama, tumefungua maombi ya madai wanaita miscellaneous civil cause namba 28632 ya mwaka 2025 dhidi ya tume huru ya uchaguzi na mwanasheria mkuu wa Tanzania tukiomba kibali cha mahakama kwa ajili ya kufungua shauri la mapitio ya mahakama yaani judicial review. Eh, tukiomba mahakama amri ya kuitaka tume kufuta uamuzi wake wa namna walivyofanya maamuzi ya mgao wa viti maalum na kuiomba mahakama waitake tume ifuate utaratibu uliowekwa na sheria. Shauri hili tayari lipo mahakamani, eh, na nimepangwa kutajwa kwa mara ya kwanza tarehe 19 Novemba ishirini ishirini na tano, mbele ya Jaji Kisani. Kesi hizi kwa mujibu wa kanuni inataka mahakama izisikilize ndani ya miezi kumi na mbili ndani ya miezi kumi na mbili kwa maana ya mwaka mmoja, na kanuni imetoa nafasi kwa jaji anayesikiliza mashauri haya, kama akiona hajamaliza au hawezi kutoa hukumu yake ndani ya hiyo miezi kumi na mbili basi anaweza kujiongezea muda usiozidi miezi sita. So sisi tuko very much aware kwamba the maximum period tutakao tutakaokwenda nazo kesi hizi ni mwaka mmoja na nusu, na wakati kipindi cha uongozi wa uwakilishi na ubunge ni miaka mitano. Kwa hiyo sisi tuko tumejiandaa, ikiwa mahakama itasikiliza na kutoa amri mapema, sisi tuko tayari ikiwa mahakama itatumia kipindi the maximum period provided by law kipindi cha mwisho kikubwa kabisa kilichotolewa na sheria basi haizidi mwaka mmoja na nusu kwa mujibu wa kanuni. Kwa hiyo ndio maana nasema ndo, ndani mwaka mwaka na nusu mtu kuondoka simbali au sio simbali. Ndio maana nikawapelekea salamu kwamba wasichukue mikopo sababu hawajui mambo yata yatageuka vipi. Sijui mwelewa vizuri. Kwa hiyo hatuna shida na muda. Tunakwenda mahakamani tukiwa aware. Lakini tukiamini kwamba kwa maboresho ambayo mahakama imekuwa ikifanya eh, legal justice eh, reforms na nini, basi hakuna haja, wataongozwa na spirit ya kuendesha mashauri haya kwa haraka zaidi. Na tumeona kuna mashauri hapa yanayofanana na uchaguzi si yamefunguliwa, ya Ahmad Masudi, si ndio? Yamechukua muda mfupi tu, au sivyo? Mahakama imetoa uamuzi, si ndio? Eh, kwa hiyo, kwa hiyo hatuna, tumeona, eh, kwa hiyo kwa hiyo hatuna nani. Tumeona eh, na naamini mahakama ya Zanzibar kuu ya Zanzibar itachukua experience kutoka bara. Bara mnakumbuka nyinyi. Tumefanya kesi za Mpina zile, tumepata uamuzi, kesi zilikuwa zinakwenda fast track, si ndio? Kwa hiyo naamini kwa sababu yana maslahi kwa umma, majaji watakaopewa kesi hizi wata understand, wataelewa umuhimu wa kesi hizi na namna ya kuzidispose au kuzidetermine, kuziamua kadri hal muda unavyo unavyo sasa swala la GNU lililoulizwa, swala la GNU position. Mmeuliza position, mimi niseme tu fatilizia ziara za mwenyekiti wetu, ameeleza wazi wapi tunasimama sasa kwenye hili, na nikimnukuu, amesema kuingia au kutokuingia ndani ya serikali kwa sasa si kipaumbele chetu nchi ilipopita kuna mambo makubwa zaidi nchi ilipopitishwa, ya kuyajadili na kuyatafutia ufumbuzi. Kwa hiyo kuingia au kuto kuingia kwenye GNU si kipaumbele chetu, na hiyo ndiyo position yetu.